kutoa matamshi yanayodhoofisha serikali ya sasa. Barasa amesema kuwa ni vyema kwa viongozi waliostaafu kujiepusha na siasa za mashinikizo na badala yake waonyeshe mfano wa kuunga mkono mchakato wa maendeleo unaoendelea chini ya uongozi wa Rais William Ruto. the former president Uhuru Kenyatta anasema ya kwamba kazi ambayo alifanya inaonekana hapa Kakamega nimeangalia for the last 10 years under the leadership of Uhuru Kenyatta, hakuna mradi wowote ambao ulikamilika hapa, yes. No any national government project. Ikiwa C41 ilikuwa kitendawili from 2015, hivi sasa C41 kazi imeanza kufanya hapo of William Ruto. Ukienda kule level 6 hiyo ni hospitali ya kitaifa. Uhuru Kenyatta alikuja pale ni story tu. There is no project ambayo likamilisha hapo. The best he could do ni kuandika barua kusema ya kwamba national government will take over that project. Hakuna kitu huko. Ukienda Buhungu Kakamega hosted siku ya mashujaa in 2018. Uhuru Kenyatta akakuja pale, vile aliingia pale, akaacha hata kuweka hata shilingi moja kuweka. Buhungu Stadium tunashirikiana saizi na William Ruto kukamilisha. So mimi nataka kuambia rais mstaafu, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wewe umestaafu Patia Rais William Samoe Ruto nafasi ya kutumikia Wakenya. Nafasi ya viongozi waliostaafu katika kukuza maendeleo ya nchi ni kuwa wanatoa ushauri na uzoefu, ni mabalozi wa amani na maridhiano, kuendeleza diplomasia ya kimataifa, kuendeleza misingi ya demokrasia na kuwekeza na kukuza uchumi. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga, Tandao, jina langu ni Bridget.